Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi wana finisher bora? Uh, kwa finishing bora ya nyumba yako na kisasa ili pendeze kwa kila mtu, jenga nasi. Malizia nyumba yako nasi. Sisi unatupataje? Nenda mitandao yote ya kijamii, nenda Facebook, nenda TikTok, nenda Insta, nenda YouTube pia utatupata. Ila ile ukitaka utupate kwa haraka, haraka zaidi, tumia namba zopita chini ya screen yako hapo. Tupigie huyo anaitwa ni Bwana Athmani Magari, ndio mtu bora anaweza kufinish nyumba yako kwa bei rahisi na kwa ubora zaidi uliotukuka. Amini kwamba ili upate finishing bora lazima upate fundi bora na mwenye uzoefu wa kazi yake. Athmani Magari ni fundi ambaye ana uzoefu wa kazi zaidi ya miaka 20 kwenye tasnia hii ya ufundi, na ndiye mtu pekee anaweza kufanya finishing bora nyumba yako ikapendeza na kuvutia. Tazama mazingira nyumba yetu yalivyokuwa mazuri navyopendeza na kuvutia. Kila mtu akiaona, anajua nyumba imemalizwa vizuri. Sasa usiwe mjinga, usiwe mzembe katika hili, changamkia fursa, wakati ni sasa. Ujenga na Asman Magari, namba zake zinapita chini ya skrini yako hapo. Naomba mpigie, wasiliana naye kwa kazi bora kama hii. Hakuna kazi bora bila Magari, hakuna kazi bora bila uh, enjoy zaidi kwenye ujenzi wako bora. Unaweza pia kupitia ab puti awa nao ni miamba wa miamba wa puti bora zaweza kufanya skimming ya nyumba yako, iwe ndani iwe nje, inaweza ikawa vizuri kabisa. Ila yote kwa yote umpate Thumani Magari, atakuwa na hao watu wataweza kukusaidia, atakuwa na hiyo puti, itakawa skimming kwa ubora, inaweza kuvumilia nyevu nyevu na kuzuia fangasi na hali yote inaweza ikaendana nayo. Mimi na wewe tuende kwa pamoja tukatumie AB Wallput kwa ajili ya skimming bora ya nyumba yako iweze kuwa sawa. Mimi na wewe tumpigie Athmani Magari tuweze kufanya kazi yetu kwa ubora na ukubwa zaidi katika taifa letu Tanzania, kufanya jambo lolote kwa, kwa, kwa yule, la msingi ni wewe kumtafuta yeye tu na si mwingine, ni Athman Magari ni fundi aliyebobea na mwenye uzoefu na mwenye ubunifu mkubwa. Kabla ya kutengeneza, atakushauri kipi ufanye, kipi kinogeshe, kiwe bora. Asanteni sana Tanzania, kwa kunipa muda wangu na masikio yenu na macho yenu kunitazama na kunisikiliza. Mungu awe nanyi na watakia Ramadhani karimu, asante.